Wa Churo katika eneo bunge la Tiaty kaunti ya Baringo wamepata matumaini baada ya kupokea hati miliki 2500 za ardhi kwa mara ya kwanza tangu Kenya ipate uhuru mwaka wa elfu moja Hati hizo za ardhi zilitolewa na katibu wa wizara ya ardhi, Nixon Kurir, ambaye pia aliahidi kuwa serikali itaanzisha ofisi ya usajili wa ardhi katika eneo hilo. Katibu huyu alisema hatua hiyo inalenga kuwawezesha wakazi kuwa wamiliki halali wa ardhi na kupata huduma muhimu kwa urahisi. <tune> sababu kazi ya serikali ile kazi moja tuliahidi kufanya ni kulete maendeleo na kulete services karibu na mwananchi, na tumekuja hapa leo na titles 2500 na zote ziko hapa. Halafu hii maneno ya boundary kidogo ya mpaka, uh, side ya Mkutani, side ya Saimosoi Loruku, upande ule ikikatwa, e hakuta kuwa na mambo mingi ya kung'ang'ania mambo ya land mambo ya kusema hapa ni kwangu, hapa ni Baringo South, hapa ni Tiati, hapa ni Baringo North, hapa ni Turkana ama ni upande gani, itaisha sababu kila mtu atakuwa na shamba yake. <todicomotoros> Chama cha mawakili nchini LSK kimewasilisha hoja ya kutaka kuwaondoa naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kutoka kwenye sajili ya mawakili LSK. inasema kuwa wa, uh, wa, wawili hao wamekiuka maadili na katiba kinyume na kiapo cha mawakili wa mahakama ya Kenya. Kwenye hoja hiyo, LSK inasema kuwa wawili hao wakati wa utekelezaji wa kazi zao kama maafisa wa umma wameonyesha ukatili na maovu huku wengine wakiuawa au kutekwa nyara. Aidha, LSK inasema wawili hao hawajaonyesha kujutia tabia zao. Na